Ili greda ikalime barabara, wakinua komatsu kutoka Japani, inapita kwenye maji ya Tanzania. Mkoloni alijenga ile bandari, rais wa kwanza baba wa taifa akaiendeleza, mwinyi akaiendeleza, mkapa akaiendeleza, kikwete akaiendeleza, Magufuli aliifanyia vizuri sana. Sisi tulitofautiana sana na Magufuli, mnajua mambo yake yale ya kutekateka watu, kuua watu, sisi tulipigana naye sana mimi nikiwa bungeni nilimshambulia sana, na unajua alichomfanya Lissu, lakini mnyonge mnyongeni, kwenye kulinda rasilimali za nchi yetu Magufuli alijitairi akajenga akajenga ile bandari kuanzia gati namba sita mpaka namba nane akanunua mashine mpya za zero hours akaziweka pale ili tuweze kukompiti zaidi ya Beira Msumbiji, tuwashinde Beira, tuwashinde Mombasa, mizigo mingi ipite hapa. Kongo wapitishe mzigo hapa, kwa sababu tuna efficiency. Zambia wapitishe mizigo hapa, Zambia akivuna kopa ipite hapa, here imeingia. Akinua gari kutoka Japani ipite hapa, here imeingia. Congo wakivuna mazao yakipita hapa, here imeingia. Akitoa kitu kule Japani nje, here imeingia, hivyo hivyo Rwanda, Burundi na Uganda. Rais wa Rwanda alisema akipewa bandari yetu peke yake atalisha nchi za Afrika Mashariki na kati. Hiyo bandari leo, huyu mama ameingia madarakani, ameikabidhi kwa watu wa kwa Arabu wa Dubai, Dubai, Dubai, Dubai ni jangwa. Msikie Dubai, msifikiri sehemu yoyote ya maana, jangwa. Wametumia tu rasilimali zao kujenga nchi yao, imekuwa Dubai wakati wa joto joto linakuwa nyuzi joto 41, mpaka vituo vya magari vya basi vya kusubiria basi lazima kuwe na nais. Ukitembea nje uta, utaungua moto, ni sehemu ngumu kuishi, lakini wameibadilisha nchi yao. Mwaka sabini mwaka sitini na moja walikuwa elfu sabini nywe, wakazi wa Morogoro hapa mjini mko laki tatu nyiye ni wengi kuliko Dubai walivyokuwa mwaka sitini na moja Leo wako milioni tatu Si tuna bandari imejengwa ipo Eti hatuwezi kuiendesha, tumeikabidhi kwa Waarabu wa Dubai. Mtoto wako naye mzaa mzee atafanya kazi wapi? Kwamba sisi ni ndondocha, tuko milioni sitini na tatu, tunakabidhi Waarabu bandari, hatuwezi kuendesha? Nchi gani? Nchi ambayo Mwalimu Nyerere aliweka misingi ya kuteko, ya kupaa kiuchumi Leo kila kitu kilichotengenezwa kwa ajili ya uchumi kimekufa. Uongo kweli? Mwalimu aliacha viwanda, ilikuwa mangura pale, kulikuwa na kiwanda cha chuma kinaitwa MMT. Uongo kweli? kulikuwa na kiwanda cha mbao. Uongo kweli? kulikuwa na kiwanda cha simenti hapa kwenu Morogoro. Kulikuwa na viwanda vingapi? Kipi na kipi? si mnavijua? Cha kwanza Polista, cha pili nini? Seramiki, cha tatu komoa moro shu tanarizi ya ngozi hey. Magunia hey. Hivyo vyote ni viwanda vilivyojengwa na mwalimu kwa sababu uwezi kuendelea nchi nchi haiwezi kuendelea bila. Hebu fikiria hi, mkonge unalimwa Tanga, si ndio? Nisikilize vizuri. Mkonge unalimwa apa na mwingine ulikuwa unalimwa Lindi, Mtwara, ule mkonge ukichakatwa na Morogoro pia ulikuwa unaletwa kwenye kiwanda, si ndio? Kiwanda kiko hapa kinatengeneza magunia ya kubebea viazi, ya kubebea korosho, ya kubebea chochote tunachokitumia. Uongo kweli? hicho kiwanda kina kwa ajili wewe. Leo Tanzania ni nchi kubwa sana Afrika hapa, inawezekana ni nchi ya nne kwa ukubwa, ukitoa Congo na nchi nyingine kama mbili tatu. Sisi ni wakubwa sana ukichukua. nchi ya Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi ukiziunganisha kwa pamoja, zina kilomita za mraba laki nane tisini. Sisi peke yetu, nimewambia ngapi? 9na nchi hii haina kipande hata kidogo, kama hapa na pale waliposimama, ambacho kinajangwa. Ukienda Kenya, northern Kenya, mar Sabiti, Wajia, kuna jangwa. Sisi hakuna kipande ambacho kinajangwa, kila sehemu inanyesha mvua, kila sehemu kuna maji, kila sehemu kuna miti, hakuna sehemu yenye jangwa. laki 9 Mkoa wenu wa Morogoro una kilometa za mraba elfu sabini, mia sita ishirini na nne mkoa wa Morogoro na una watu milioni 3.6. Nchi, wa nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilometa za mraba elfu ishirini na sita mia tatu na kitu. Kwa hiyo Rwanda inaingia kwenye mkoa wa Morogoro mara tatu na kubaki ziada. Nchi ya Israeli, si simnaijua, ina ukubwa wa kilometa za mraba elfu 21. Nyie Morogoro nimewaambia mko ngapi? Sabini. Nchi ya uhoranzi ina kilomita za mraba 1041 Nye Morogoro nimwambie mkoa ngapi? Kwa hiyo nchi ya uhoranzi inaingia Morogoro mara moja na ziada. Ina watu milioni kumi na saba, mkoa wa Morogoro mko milioni 3.5. Na ni nchi imejaliwa kila kitu, ukianzia kule kwetu Talime ni dhahabu. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi, anzia Talime dhahabu nenda Msoma, dhahabu. Nenda Geita, dhahabu. Nenda Mbogwe, dhahabu. Nenda Ngudu, dhahabu. Nenda Shinyanga, dhahabu. Nenda Kahama, Nzega, Geita njo Singida, nenda Chunya, nenda Rwangwa. Nchi ya tatu kakona dhahabu nyingi. Ni nchi pekee duniani ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, mlima namba moja Afrika kwa urefu, wenye maajabu, wenye tharuji juu yake, mlima Kilimanjaro, wa pili duniani baada ya mlima Everest. Nchi ambayo ina ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Nchi ambayo inatoa madini ya nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia yanatoka Kabanga Kagera, mkoa mkoa wa Kagera, Tanzania. Nchi yenye madini ya urani yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuklia yako Seruu, yako Singida. Nchi yenye kopa kule Rwango, tunachimba kopa kopa, ndio hizi zinaotengeneza nyaya zinazotumika kusafirisha umeme. Nchi yenye gesi gesi yetu ni futi za ujazo trilioni 54.5. Ni nchi ya tatu Afrika kwa kuwa na gesi nyingi. Nchi ambayo ina almasi kienda Mwadui ni almasi, tulikuwa Uranga jana tunakutana na gemstone inaitwa Ruby. Nchi yenye makaa ya mawe. Deposit yetu ya makaa ya mawe tunachimba miaka mia nchi yenye chuma na sehemu zingine, Mungu aliweka chuma chini ya ardhi kinachimbwa. Sisi aliweka mlima. Ukienda sehemu inaitwa Liganga pale Rudewa ameweka mlima wa chuma, na Mungu alivyotupendelea ametupa mlima wa chuma, akatupa na makaa ya mawe ya kuyeyushia, na akatupa na mchanga wa kusafishia hapo Iringa. Sasa watu kama India wana chuma alafu hawana makaa ya mawe ya kuyeyushia. Makaa ya mawe wanafata Tanzania, yanapitaga hapa yanaenda bandarini, hamjui kuyaona yale maroho. Sisi tuna chuma, tuna makaa ya mawe ya kunyanyushia na tuna mchanga wa kusafishia. Kwa nini watu wetu ni maskini katikati ya utajiri wote huu? Kwa nini watu wetu ni maskini? Tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo Watu ambao wanaendekeza impunity hawachagui watu based on merits, kwa uwezo wao. Wanachagua watu kwa kupendeleana. Tuna watu wako madarakani ambao hawana uwezo, ambao wanaua uwe nchi. Tunaongozwa na wajinga. Nchi iko kwenye matatizo, iko kwenye msiba. Tumekuja kwenu kuwaomba tubadilishe nchi hii. Inawezekana. Inawezekanaje? Mpigania haki wa watu weusi Afrika Kusini aliuawa akiwa kijana, anaitwa Steven Biko, alisema the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha oh, nzuri na bora anayo mtu anayotumia mdhalimu kumnyonya mtu ni ubongo wa mtu anayenyonywa. the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. <laughs> ubongo wetu ndio unaotumiwa na CCM kutunyonya mpaka leo. Ina, inawezekanaje kana, inaweze nchi tajiri kama hii watoto wetu hawana kazi za kufanya, vijana wanaishi kwa kufanya betting. Hakuna madawa hospitalini hakuna maji, nchi ya tatu kwa kuwa na maji mengi duniani maji baridi. Tuna sisi tuna bandari tuna mlango wa bahari ambao umeanzia Mtwara mpaka Tanga, kilometa 1600 Na Mungu alivyotupendelea ametuwekea nchi sita landlocked Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia na Congo, ili mtu aendeshe gari Congo ikitoka Japani inapita kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure yako pana hayaishi leo wala kesho, tunaingiza fedha